moja kwa moja mpenzi mtazamaji, nianze na gazeti la Mwananchi Tanzania kwa siku hii ya leo. Kuna habari hapa inasema mzito ashinda kesi dhidi ya Sethi wa IPTL. Pata habari kamili kutoka kurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi. Pia kuna habari hapa inasema Kiraka amelala, Kiraka amelala, viongozi wa uaga mwili wa Jenista wakitaja sifa zake kedekede, Rais Samia eleza sababu kumuita Kiraka, uongozi wa bunge wataja chanzo cha kifaa kifo chake. Huyo ni Jenista Mhagama, amezaliwa katika mwaka 1967 na amefariki dunia mwaka 2025, alikuwa ni mbunge wa jimbo la Peramiho na jana ameweza kufariki dunia, hiyo ni habari inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mwananchi. Pia kuna habari hapa inasema maeneo sita ya ajira za muda msimu wa sikukuu. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema bado wanawake hawapo salama kwa wenza wao, bado wanawake hawapo salama kwa wenza wao. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa kumi wa gazeti hili la Mwananchi kwa siku hii ya leo, nikileka pembeni gazeti hilo moja kwa moja, nilishike mkono ni gazeti la Nipashe, ni gazeti la mwanga wa jamii, nisome habari ambazo zilizojiri katika huso wa gazeti. Kuna habari hapa inasema vigogo wasimamishwa kazi, tuhuma ubadhirifu ujenzi wa sekondari. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema maisha yalivyo simama, upande wa mume wako mtetee asidharaulike. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa kumi wa gazeti hili na Nipashe kwa siku hii nikaachilia habari hizo. Pia habari inasema ngiri inavyotafuna wengi kimya kimya, wanawake na watoto makundi yalivyo hatarini, zaidi ni wabeba vitu vizito wenye historia kushika ujauzito mara nyingi na wanaovuta sigara. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa saba gazeti hili la Nipashe. Pia kuna habari hapa nasema baba adaiwa kumuua kijana aliyemkuta chini ya kitanda cha mwanaye wa kike. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili. Pia kuna habari apa nasema, DAWASA yatoa ratiba mgao wa maji. DAWASA yatoa ratiba mgao wa maji. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nikiendelea mbele kuzisoma habari zilizoko katika uso wa gazeti hili, pana habari apa nasema, kifo cha Jenista, Samia anasema taifa limepoteza kiraka, anasema taifa limepoteza kiraka, apate habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kuna habari hapa inasema kocha Yanga aomba kazi Simba, kocha Yanga aomba kazi Simba, apate habari kamili kutoka kurasa wa kumi na sita wa gazeti hili la Nipashe kwa siku hii ya leo. Nikilitupa chini gazeti hili moja kwa moja nilishika mkono nalitupia macho gazeti la habari leo, ni gazeti la gwiji la habari. Nianze kusoma habari zilizojiri katika huso wa gazeti kuna habari panasema mvua yaezua nyumba mia mbili imo wodi ya wajawazito. Pata habari kamili kutoka kurasa wa saba gazeti hili la habari leo. Pia kuna habari panasema Masauni awa rais baraza la mazingira la Umoja wa Mataifa, Masauni awa rais baraza la mazingira la Umoja wa Mataifa. Pata habari kamili kutoka kurasa wa tatu wa gazeti hili la habari leo. Nikaachilia habari hizo katika uso wa gazeti ni, kuna habari hapa inasema Samia awapa neno mawaziri wapya, aongoza kumwaga, Jenista amtaja kusimamia haki, viongozi wa viongozi. Aongoza kumwaga, Jenista amtaja kusimamia haki, kiongozi wa viongozi, pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema wazuia uchepushaji wa mito kudhibiti uhaba wa maji. Wazuia uchepushaji wa mito, udhibiti uhaba wa maji. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa saba wa gazeti hili la Habari Leo. Nikimalizia nikima na habari pa inasema tume vurugu za uchaguzi yaanza kusikiliza wananchi, tume vurugu za uchaguzi yaanza kusikiliza wananchi waathirika, washauri vijana kulinda amani kuti sheria apate habari kamili kutoka ukurasa wa tatu wa gazeti la habari leo. Na hizo ndizo habari zilizojiri katika uso wa gazeti hili kwa siku hii ya leo, nielekee pembeni gazeti hilo kwa moja kwa moja. Nilishike gazeti la Zanzibar leo, ni gazeti la kwa kweli na uwazi, nizisome habari ambazo zilizojiri katika huu uso wa gazeti. Pana habari panasema Dr. Mwinyi avitaka vyuo vikuu kufanya tafiti zenye tija. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili habari. Picha pia inaonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi akipokea tunzo maalum kutoka kwa mkuu wa chuo cha Abdulrahman al-Sumeiti. Pia kuna habari panasema mfalme kale Charles asema matibabu yake ya saratani ni mepesi. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa 9 gazeti hili kwa siku hii nikaendelea mbele kuzisoma habari zilizojiri katika uso wa gazeti. Kuna habari hapa nasema Dkt. Samia aongoza kuwagwa Jenista Mhagama, pata habari kamili kutoka kurasa watatu wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa nasema Hamed awataka viongozi wakayafanyie kazi mafunzo waliopatiwa. Hamed awataka viongozi wakayafanyie kazi mafunzo waliopatiwa. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar leo kwa siku hii ya leo, nikilitupa chini gazeti lile la Zanzibar leo, moja kwa moja nilishike gazeti la Wamachinga, ni gazeti la sauti ya wanyonge kwa siku hii ya leo, nizisome habari zilizoandikwa katika huu uso wa gazeti. Kuna habari panasema Waziri Masauni achaguliwa makamu wa rais baraza la mazingira UN. Pata habari kamili kutoka kurasa wa pili. Pia kuna habari panasema shirika la masoko Kariakoo laanza mpango mkakati wa miaka mitano. Shirika la masoko Kariakoo laanza mpango mkakati wa miaka mitano. Pata habari kamili kutoka kurasa wa pili wa gazeti hili kwa siku hii yale, ni mbele ya leo. Nikiendelea mbele na habari panasema, serikali yaahidi kukamilisha miradi yote ya umwagiliaji nchini. Pata habari kamili kutoka kurasa wa tatu wa gazeti hili. Pia kuna habari panasema, mbunge Asenga Kilombero wa misiki wa mesiki cha Jenista Mhagama anasema Kilombero wamesikitishwa na kifo cha Jenista Mhagama. Apata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili kwa siku hii ya leo. Ni kuendelea mbele na habari pa anasema, Samia anasema Jenista mlezi wa wengi bungeni, amtaja kama kiongozi jasiri na nguzo ya matumaini kwa wanawake na vijana, akumbuka alivyotoa mchango kwa serikali na Chama cha Mapinduzi. Vilio vya tawala msibani, katibu wa bunge ataja ugonjwa wa moyo ulivyoondoa uhai wake. Pata habari kamili kutoka kurasa wa tatu wa gazeti hili la Machinga kwa siku hii ya leo. Nikimaliza habari hizo, moja kwa moja nilizosomia, habari nyingine hapa zinasema zito ashinda kesi dhidi ya sethi wa IPTL. Pata habari kamili kutoka kurasa wa pili wa gazeti hili la Machinga kwa siku hii yale ni kihitimisha habari hapa, anasema RC Chalamila atoa maagizo kukabili mgawanyo wa maji, da akagua vyanzo vya maji Ruvu chini na juu, aitaka DAWASA kuwa mkakati wa kuvuna maji nyakati zote, asema mradi wa maji Ruvu kumaliza tatizo, ataka mgao uguse mitaa yote. Pata habari kamili kutoka kurasa watatu wa gazeti hili la Machinga na hizo ndio habari zilizojiri katika uso wa gazeti hili moja kwa moja Niliweke pembeni nilishike gazeti la Mzalendo kwa siku hii ya leo. Pana habari panasema, waombolezaji wa wafariki dunia ndani ya kanisa. Waombolezaji wa fariki dunia ndani ya kanisa. Habari inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti. Pia kuna habari panasema, Rais Dk Mwinyi ataka utafiti kusaidia jamii. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa kumi na tano wa gazeti hili la Mzalendo kwa siku hii ya leo. Nikiendelea mbele na habari hapa nasema, Rais Samia asimulia uimara wa Jenista, asema alikuwa jasiri mlezi wa viongozi, awataka mawaziri wa bunge kumuiga, aongoza viongozi familia kumwaga katika ibada iliyofanyika jijini Dodoma. Apate habari kamili kutoka kurasa wa pili wa gazeti hili la Mzalendo kwa siku hii ya leo. Pia kuna habari hapa nasema, Victor Mhagama afichua Raisi Samia alivyosaidia matibabu. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mzalendo. Pia kuna habari panasema wabunge wa dunia kuleta neema lukuki, wabunge wa dunia kuleta neema lukuki. Hizo ndizo habari ambazo zilizojiri katika nyuso za magazeti kwa siku hii ya leo. Mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko kidogo, tukurejea tutaendelea na habari za michezo kupitia haya magazeti tuliyokuwa nayo kwa siku hii ya leo. Mpenzi mtazamaji tunaendelea na habari za michezo kupitia magazeti tuliyokuwa nayo kwa siku hii ya leo hapa Future Media. Tizi moja kwa moja nilianze na gazeti la Mwana Sport nilizosomea habari zilizoandikwa kupitia huu uso wa gazeti. Kuna habari hapa nasema Azizi Ki, hivyo ndivyo nilivyomnasa Hamisa, anasema hivyo ndivyo nilivyomnasa Hamisa. Pia kuna habari hapa nasema Coles acharuka. Amorim hatoshi Manchester United. Anasema, Amorim, hatoshi, Manchester United. Pia nikiendelea mbele na habari hapa inasema vita mpya huwa pakome, shilingi 150 milioni zawekwa mezani. Shilingi 150 milioni zawekwa mezani. Pia kuna habari hapa inasema saratani ya ubongo ya Mtesa Star NBA. Pata habari kamili kutoka kurasa wa sita wa gazeti lile la Mwanaspoti kwa siku hii ya leo. Kocha Simba SC, sababu tatu za mbeba Mtunisi. Sababu tatu za mbeba Tunisi. Ni habari ambazo zinapatikana katika huuso, huuso wa gazeti la Mwanaspoti kwa siku hii ya leo. Nikileka pembeni, moja kwa moja nilishika gazeti la michezo la Nipashe. Kuna habari hapa inasema Arteta amkingia kifua Jokers. Arteta amkingia kifua Jokers. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa 14 wa gazeti hili la michezo kwa siku hii ya leo. Pia kuna habari hapa inasema mwalimu aongezwa stars wachezaji wa Ipania Nigeria. Mwalimu aongezwa stars wachezaji wa Ipania Nigeria. Ni habari ya michezo ambayo inapatikana katika gazeti la Nipashe kwa siku hii ya leo. Nikihitimisha habari hapa nasema kocha Yanga aomba kazi Simba. Kocha Yanga aomba kazi Simba. Hizo ni habari za kimichezo zinapatikana katika gazeti la Nipashe kwa siku hii. Yalimu, gazeti gazeti hilo moja mwaja kwa moja nilishike mkononi alitupia macho gazeti la michezo la Habari leo kwa siku hii ya leo nizisome habari zilizoandikwa katika uso wa gazeti. Kuna habari hapa inasema Zailisa ataka vijana kuchangamkia sanaa ya mavazi. Zailisa anasema ataka vijana kuchangamkia sanaa ya mavazi. Pata habari kamili kutoka kurasa wa 21 wa gazeti hili kwa siku hii ya leo. Pia kuna habari hapa inasema serikali yataka kasi ujenzi uwanja Dodoma. Serikali yataka kasi ujenzi uwanja Dodoma. Habari ya michezo inapatikana katika gazeti la Habari Leo. Pia kuna habari panasema mkongwe aihadharisha talk, mkongwe aihadharisha talk. Habari napatikana katika gazeti hili la Habari Leo katika uwanja wa michezo. Nikihitimisha habari panasema Simba yamkingia kifua Matola, Simba yamkingia kifua Matola. Nikileka pembeni gazeti hili la mchezo la Habari Leo moja kwa moja nilishiki gazeti la Zanzibar leo michezo, nizisome habari zilizoandikwa katika uso wa gazeti. Kuna habari hapa nasema, mjini ole bingwa engineer cup, mjini ole bingwa engineer cup. Pata habari kamili kutoka kurasa wa 23 wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa nasema, waziri Pembe azindua kamati kombe la mapinduzi, waziri Pembe azindua kamati kombe la mapinduzi. Hiyo ni habari ya kimichezo inapatikana katika gazeti la Zanzibar Leo kwa siku hii ya leo. Pia kuna habari penasema miamba minane kuumiza nyasi kombe la mapinduzi, miamba minane kuumiza nyasi kombe la mapinduzi. Nikihitimisha habari hapa nasema ujenzi, ujenzi uwanja wa michezo Dodoma waanza, ujenzi uwanja wa michezo Dodoma waanza. Hizo ndio habari za michezo na zilizoandikwa katika uso wa gazeti la Zanzibar Leo kwa siku hii ya leo. Nikiliweka pembeni gazeti hilo, moja kwa moja nilishike mkononi mwangu gazeti la Wamachinga Sport kwa siku hii ya leo, nisisome habari zilizoandikwa kuhusu michezo. Hapa kuna habari hapa panasema Eto atoa kikosi chake cha Afcon Kameruni, Eto aita kikosi chake cha Afcon Kameruni. Pia kuna habari panasema Gamondi amuita Gomez, Stars sopu awekwa nje, Gamondi amuita Gomez, Stars sopu awekwa pia kuna habari hapa nasema Mashujaa Queens, JKT Queens wapewa alama za mezani. Mashujaa Queens na JKT Queens wapewa alama za mezani. Hizo ni habari napatikana katika uso wa gazeti la Wamachinga Sport kwa siku hii ya leo. Tunaendelea mbele na habari hapa nasema Chiko Ushindi afariki dunia. Chiko Ushindi afariki dunia. Pia kuna habari hapa nasema Simba sasa yaongeza nguvu kwa Alan Okelo Simba sasa yaongeza nguvu kwa Alan Okelo. Okay, hizo ni habari ambazo inapatikana katika gazeti la Machinga Sport kwa siku hii ya leo, katika uwanja wa michezo moja kwa moja. Nilishike mkono ni wangu gazeti la Mzalendo Michezo, kuna habari hapa nasema Unai Imari furaha tele. Pata habari kamili kutoka kurasa wa 22 wa gazeti hili la Mzalendo Michezo. Pia kuna habari hapa nasema litafanyika kongamano la kimataifa la mpira wa miguu duniani Doha huko Qatar ina habari napatikana katika gazeti hili la Mzalendo michezo. Pia kuna habari hapa panasema Hersi achomoza FIFA, Hersi achomoza FIFA. Pia kuna habari hapa panasema mpinzani wa mwakinyo hadharani. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa 21 gazeti hili kwa siku hii ya leo. Nikiendelea mbele na habari panasema Kapombe afunguka Stars. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Mzalendo kwa siku hii ya leo. Pia kuna habari hapa inasema wachezaji ligi kuu England watakao timika Afcon Morocco. Wachezaji ligi kuu ya England watakao timika Afcon Morocco. Pata habari kamili kutoka kurasa wa 12 wa gazeti la Mzalendo michezo kwa siku hii ya leo. Nikihitimisha, habari hapa inasema mabao 104 yafungwa ligi kuu bara, mabao 104 yafungwa ligi kuu bara, na hapa ndipo mwisho wa kukusomea habari za michezo kupitia magazeti tuliyokuwa nayo hapa Future Media TZ kwa siku hii yale. Nikukumbusha tu mpenzi mtazamaji, usiache kubonyeza neno subscribe chini ya video hii pindi tu unapotizama video zetu. Nikukumbusha langu, jina ni Asha Saidi, nikwambie tu bye bye, kesho nayo ni siku.